Khairiyya Online TV kisima cha maarifa na burudani. Kwa majina naitwa Rahma Daudi Batweli, ni mwongozaji wa familia hii. Uhali gani mtazamaji wa Khairiyya Online TV? Karibu tena na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh andamana nami mtangazaji wako Hasan Makanya kwenye nakala zetu za kila siku zinazokujia kupitia chaneli yako ya Khairiyya Online TV. Ni wilayani Handeni mkoani Tanga, tukio lenye kuhuzunisha na kuleta faraja kwa wakati huo huo limetokea, huku wananchi pamoja na wahusika wakielezea kwa hisia namna walivyoguswa na tukio hili baada ya kifo cha wazazi wao wote wawili, urithi pekee walioachiwa na wazazi wao ni nyumba. Nyumba ambayo haifai kuishi binadamu yeyote yule, ila tu kutokana na ugumu wa maisha ambao kwamba walikuwa nao, ilibidi waishi humo. Kama tunavyojua kila mtu anaguswa na jambo kwa wakati wake na kwa namna yake. Moja kwa moja, ama ndugu Habibu Mbota, balozi wa maji Tanga, akazipata taarifa na fununu za mabinti hawa wakiteseka na kuhangaika baada ya kuondokewa na wazazi wao. Kwa kuwa anatambua uchungu wanaopitia mayatima, alifunga safari na kwenda kuona namna gani anaweza kuwasaidia. Habibu Mbota moja kwa moja akachukua dhamana ya kujenga nyumba ya kisasa kwa gharama zake, huku akilia na wadau wa maendeleo akiwemo mkuu wa mkoa wa Tanga mheshimiwa ndugu RC Batilda Burian, akipata wasaidizi na wadau mbalimbali mpaka kukamilisha jambo lake. Khairiyya Online TV tumesaka katika darubini zetu na tumelipata tukio hili tunakusogezia kwako umsikilize binti huyu ambavyo alipitia maisha magumu mpaka pale ambapo amepata faraja kutoka ndugu Habibu Mbota. Kwa majina anaitwa Rahma Daudi Batweli, ni mwongozaji wa familia hii. Tunaishi watoto sita, ikiwemo mimi ndo kiongozi. Hatuna baba wala mama, na mimi nilishindwa kusoma kutokana na maisha yetu kuwa duni. Pia wadogo zangu walishindwa kusoma, ikanibidi mimi niwapeleke mem lakini si hivyo tu, mvua za jana usiku kuamkia leo iliponyesha, upepo uliyezua bati. Na nyumba hii ndo mali pekee tulioachiwa na wazazi wetu, na Mungu naye ikaichukua. Baada ya kuieleza serikali ya mtaa, tukampata ndugu yetu Habibu au moja kwa moja, amechukua jukumu la kuijenga nyumba hii ambayo ndo tegemeo letu kubwa. Kwa hilo, tunamwomba Mwenyezi Mungu ambariki sana moja kwa moja na pia tunaomba wadau wengine wamsapoti moja kwa moja kwa kuwa ameenda kugusa maisha yetu. Hata hivyo, wadau wa maendeleo wameelezea namna ambavyo kwamba waliguswa na juhudi za ndugu Habibu Mbota na kuweza kumuunga mkono. Eh, kwanza kabisa mimi ni mwanamke ambaye nimekulia katika familia ya kawaida sana, kwa hiyo nikaona Mwenyezi Mungu pale aliponiinua mimi basi niwashike wenzangu mkono na nimefanya hivi katika kumuunga mkono moja kwa moja, na pia nimemuunga mkono mkuu wangu wa mkoa, baada ya kuona yeye yupo mstari wa mbele katika kuchangia jambo hili. Nami nikaona nisikae nyuma, niwaunge mkono wana Handeni, wana Tanga wenzangu. Kuna watoto wa kike hapa wenzangu, wanaishi hapa. Kwa hiyo nikifanya hivi, natoa pia sadaka kwa kuwa vitabu vyote viwili vimetuhusia katika kuwashika watu wenye uhitaji. Kwa dhati kabisa, kwanza tumshukuru ndugu yetu moja kwa moja Habibu Mbota kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kutafuta wadau, watoto hawa ambao walikuwa wakiishi kwenye mazingira hatarishi ambayo yanaonekana leo, wamepata nyumba bora ambayo wataanza kuishi kwenye nyumba hii. Mwenye kuitaka pepo na awashike mayatima. Naye ndugu Habibu Mbota moja kwa moja alikuwa na haya ya kusema, nachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ameelekeza wadau wa maendeleo kuendelea kuwasaidia watanzania pasi na kuwa na ubaguzi. Nilipopata taarifa kupitia viongozi wa serikali ya mtaa huu wa Zizini juu ya janga kubwa lililowakumba watoto hawa sita, basi nikalibeba jukumu kana kwamba ni watoto wangu mimi, nikahangaika. Unayoiona nyumba hii, asilimia sabini ni gharama ambazo nimetoa katika mfuko wangu lakini asilimia ishirini na tano ni wadau wa maendeleo ambao baadhi yao ni hawa ambao wametajwa. Lakini haitoshi, asilimia tano wananchi walikuja kuchimba msingi. Yote kwa yote, natoa shukurani sana, lakini pia nitoe wito kwa Watanzania. Watanzania tunatakiwa tuwe na tabia ya kuwasaidia wenzetu wengine wenye matatizo, kwa sababu sisi hatujui kesho yetu ikoje. Kwa hiyo siku ya leo nimepata faraja sana, kwa sababu malengo ya watoto hawa ni kuishi kwa furaha. Na leo hii wanakwenda kupata furaha. Lakini haitoshi, mimi leo nilikuwa nakabidhi nyumba tu ambao gharama yake kubwa ni shilingi milioni kumi na mbili, nyumba yote hii imekamilika ambayo imetumia bati takriban hamsini. Lakini tizama pia dada yetu kutoka mkoani, dada yetu Kadodo akavutwa, baada ya kuona kwa nini mkuu wa mkoa akachangia, alafu mimi nisichangie. Hatimaye dada huyu katuunga mkono, ameleta vitanda viwili pamoja na magodoro yake. Dada yetu huyu, Mungu ambariki sana kwa jambo kubwa alilofanya. Lakini jambo la mwisho kabisa kwa umuhimu, viongozi waliopewa dhamana lakini pia wadau tuone umuhimu wa kuwasaidia wengine. Hawa matajiri sisi hatupaswi kuwachukia. Ni namna tu ya kuwashirikisha. Kwa hiyo hata sisi ni wajibu wetu kwenda kuwaeleza matajiri kwamba kuna watu wenye shida wanatakiwa kusaidiwa, ndo kazi ya viongozi. Kwa habari, matukio, taarifa kuhusu dini yetu ya Uislamu na mengi mazuri katika jamii zetu, usisite kugusa alama ya neno subscribe katika chaneli yetu ya Khairiyya Online TV. Khairiyya Online TV, kisima cha maarifa na burudani.